alaihim ssalaam, tulizungumzia kuhusu kwa kwanza, tulizungumzia Yahya, kisha tukazungumzia baba yake Zakaria, kisha Isa. Kwa hiyo tumechukua vipande vipande tu, sio stori zao mzima. Nabii Isa alaihi salam alipojulishwa na Allah subhanahu wa taala kwamba muda wa kunyanyuliwa umefika au umekaribia, aliwafundisha wanafunzi wake na kuwapa majukumu, kugawa majukumu, kisha kila mtu akapewa jukumu lake na sehemu ya kwenda, kwenda kufikisha dini ya Allah. Baada ya pale, Nabi Isa akauliza, nani atakuwa rafiki yangu filjanna? Rafiki filjanna, na atakuwa shabihi, atafanana na mimi, ambayo Allah subhanahu wa taala atampa sura yangu ili ilinamimi ninyanyue watu wajue jina langu kwamba nimesulubiwa. Basi kila navyosema nabi allahi isa alaihi salam anajitokeza mtoto mdogo katika wanafunzi wake. Sasa nabi Isa alikuwa anataka labda mtu mkubwa ajitokeze, ikawa hakuna, nijitokeza anajitokeza huyu huyu kijana mdogo, kijana mdogo mpaka mwisho, nabi Isa ikawa amezungukwa Akaja nabi nani, malaika Jibril ruhul amin, akaja Jibril kuja kumchukua nabi Isa, ma wale hawariyun au wanafunzi wake waliona, yani walimuona Jibril kwa sura ya manadamu. Basi nabi Isa, aka yanda yali alitawada akawa akamaliza akatawaza, akanini, alivomaliza kazi zake za mwisho wanamuona huyu. Yaani nyumba ilikuwa imezibwa kila pahala, lakini katika ua kuna sehemu ambayo kulikuwa na uwazi juu, ndo alipita naye yeye na Jibril yule. Sasa wale watu, baada ya nabi Isa kuondoka, kunyanyuliwa, kupelekwa juu